Tulikuja mara ya kwanza hapa kijiji cha Yusi, tukabisha hodi, tulifanya kikao cha ndani, tukawaita wananchi, tukafanya mkutano wa hadhara kutambulisha zoezi la mpango wa matumizi bora ya ardhi ngazi ya kijiji chetu cha Yusi, si ndio wapendwa? Baada ya hapo, tukakaa na serikali yenu ya kijiji, mkatuchagulia wajumbe hapo wa baraza pamoja na wajumbe wa vilamu ambao walitoka katika vitongoji vyote vilivyoko ndani ya kijiji chetu. Tukafanya nao mafunzo darasani kwa muda wa siku tano. Baada ya hapo, tukaleta yale tuliyojadili mle ndani kwenye mkutano wetu huu wa hadhara, na mkawa mmepitisha yale ambayo yamejadiliwa ndani, si ndio Wanayusi? Baada ya hapo tukafika kijijini tena, tukawaita mkutano kama hivi, tukatambulisha zoezi la uwekaji wa vigingi, ambapo vigingi viliwekwa kwenye maeneo yote yaliyokuwa yamependekezwa na kupitishwa na mkutano kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Baada ya kuweka vigingi leo tumefika kuweka mabango kwenye yale maeneo ambayo tuliyawekea vigingi. Kabla zoezi hili halijafanyika tunaita mkutano wa hadhara wa wananchi wote katika kijiji chetu. Zoezi ya uwekaji wa mabango tutaifanya kwenye yale maeneo yote ambayo yalipitishwa na mkutano huu wa kijiji hiki kwa ajili ya matumizi ya jumla ya kijiji hiki. Maeneo hayo ni kama vile maeneo ya zahanati, maeneo ya makaburi, maeneo ya misitu, maeneo ya huduma za jamii, maeneo ya shule, zahanati, malisho na maeneo tofauti tofauti ambayo yalipitishwa na mkutano wa kijiji hiki kwa ajili ya matumizi ya jumla ya kijiji hiki. Kazi hii tutaifanya kwa kushirikiana wajumbe wa vilam vijana kutoka katika kijiji hiki ambao watafanya kazi ya uchimbaji, pamoja na wataalamu ambao tunaitwa plum team, wataalamu kutoka ngazi ya halmashauri ya wilaya ambao ni wajumbe wa mpango wa matumizi bora ya ardhi ngazi ya halmashauri ya wilaya. Tunaposimika mabango yale kwenye yale maeneo, tutakuwa na kifaa kinapima, kinachukua kina jira ambacho jira zile tukishazichukua tunaenda kuziambatanisha kwenye kitabu chenu ambacho kimeandaliwa kutoka katika kijiji hiki ambacho kitabu hicho kinaonyesha kila jambo lililofanyika ndani ya kijiji hiki kuanzia uchaguzi, kuanzia mkutano wa kwanza. Nadhani mnakumbuka mliona tunaikuwa tunapiga picha, kwa hiyo zile picha zote zipo ndani ya kile kitabu na wale wajumbe wote mlio wachagua wapo ndani ya kile kitabu. Kwa hiyo pamoja na haya mabango naye anaenda kuwekwa ndani ya kile kitabu lakini pia mabango haya yanaposimikwa, tunawataka wananchi waiusi, muwe walinzi wa kwanza wa mabango hayo, kwa sababu mabango hayo yanasimikwa kwenye maeneo ambayo ni ya kwetu wenyewe, si ndio? Au yanasimikwa kwenye maeneo ya wakazi wa mwasilimu, kwenye maeneo yetu sisi wenyewe, si ndio? Kwa hiyo ninawaomba muwe walinzi wa maeneo wa mabango hayo. Atakaye aribu bango lile atachukuliwa hatua za kisheria. Mabango itakayoyasimika litakuwepo bango moja litakalowekwa hapa mbele ya ofisi ya kijiji, ambalo bango hilo litakuwa lina ramani ya kijiji, lakini pia litakuwa lina sheria ndogo ambazo zilipitishwa na mkutano huu wa hadhara katika kijiji chetu cha wapi?